Sawa mama, mm. Haya, sawa mm. Napenda sana mke wangu. Asante Mungu. Naenda kuuliwa sasa mm. angu mtoto wetu, siku ya pili leo, hayupo nyumbani, namtafuta kwenye simu hapatikani. Yaani sijui amekwenda wapi mtoto, sielewi mama Sabla. Ndo hilo tu, ndo hilo hilo. Na hivi mama Sabla, wewe una uzima wako nao, unajiweka roho nyangoma kwa sababu ya huyu mtoto yule si mtoto yule mtu mzima eh? Anajielewa, anajifahamu, anajua anachokifanya huko alipo. Anakunywa maji, anamtua, analala usingizi, unadalika. Yaani wewe ukaniumize roho kwa sababu ya yule? Ah, yupo tu, pangine huko anasambaza yale malazi yake, ni pombe na pombeka. Fikirie chana naye, we mzee we, we mzee we Ujua yule ni mtoto alafu, yule mtoto mgonjwa, jenge kwa mtoto wako, au unafanya hivyo kwa vile mtoto kwa eh, mzazi ni umie. yule mtoto sio wako? Eh? mi ni mzazi, lazima niumie, nimemzaa yule mtoto. ungekuwa wewe ungekubali asemwe mtoto wako maneno machafu mbele yako? Wewe mzee, mbona mzee una matatizo? lakini eh, Mama Sabla yashakuwa haya, ina maana we utaniwi Sipendi, we mzee, utani kama huo. yakiendelea haya mambo yako unayafanya, sio? Umenielewa? yaani nitaondoka hapa nyumbani kwako. Mama Sabla, sikiliza bwana. Eh? mimi binadamu bwana, nimeteleza tu, wala sikumaanisha, nimekutania tu kidogo tuazinaona vimba umeteleza, eh? Yaani haya mambo ya kutania, mambo ya yaani kuna mambo ya kutania, sio haya. Kwani mimi we na kwa kwa kwa ha. so... kwa kwa wewe mzee, una matatizo? Kwani, Na kwambia hata kama ana kuhusu labda kwa vile sio mtoto wako, wako. Sawa, lakini lakini ingekuwa mtoto wako usingefanya kama kama hivi, sio? Toka toka bwana bwana, wewe, wewe! Jamani mwezi wapi nyie, katika za mbwa huko? Hapa mnakaa kwenye masofa dodo dodo, mama nodo mama, na kula mara nne kwa siku. Mapenzi yamejawa na usaliti, watawapenda visa vingi, unayempenda hakupendi, purukusha somadingi, hata mama thua. Wanatoka na watoto zao. Kwa hiyo unamaanisha mpaka sasa hauna mawasiliano mazuri kati na Sonia? Hapana. Aliniblock na akamkataa mwanaye mazima, hivyo sikuwa na sababu nyingine ya kumtafuta. Halo. Marhaba mwanangu, jambo Nimemiss pia mwanangu. Nakupenda, nakupenda sana. Nakupenda pia mwanangu. Haya, leta simu, mtoto mzuri. Halo, halo. Aalikuwa nataka kuongea na wewe nikaona nikupigie. Asante mwaya. Haya, haya, badai. Yaani huyu dada anampenda mwanangu mwa kama mwanaye vila kumzaa. Sijui atakuwa nini. Mama Selina ya anamchukia mwanawe. Pole, ipo siku anayefanya atajutia anayefanya usali Ni heri ungeniambia mapema kuliko kufanya hivyo yaani, umesubiri mambo yako kwa yameharibika, nakuja kuniambia. Kwa hiyo unataka nikusaidieje? Mama, nimekuita ili unisaidie mwanao. Sipo sawa na mwenzangu, amebadilika sana na nenda chumbani mara moja mwanao. Unasema? Mama, nimekuita ili unisaidie mwanao. Sipo sawa na mwenzangu amebadilika sana. Yaani nikusaidie? Haupo sawa na mwenzio? Mwenzio yupi huyo mzinifu? Mwenzio yaani, ni bora ungeniambia nikusaidie mrudiane, yani na Joel, nikusaidie ukiwa na Joel na mwanao, lakini nikusaidie kwa maana aliyefanya umemtelekeza na mtoto umesahau chungu wa mwana unjoe, ni mama mzazi. Umesahau kila kitu, umemwacha Joel eti sababu ya umaskini ha? Nimefanya hivi kutokana na hali yetu ilikuwa ni ya chini, nisingeweza kuishi na Joel kwa sababu alikuwa na uwezo wa kipato chochote, na nimefanya hivi kwa sababu ya familia yako wewe pamoja na wadogo zangu. Na ndio maana mkaambiwa muwe wavumilivu, mvumilieni kwenye shida, taabu na raha sasa kwa hiyo wewe unataka uwe na raha tu siku zote hizi. Tabia umelisi kutoka kwa nani? Mbona mimi na baba yako tumevumiliana sana kwa hm? upande wetu sisi, hizi tabia umezianzisha ni wewe. Na kwanza mjukuu wangu yuko wapi? Ameondoka na Jueli na Jueli sijui yuko wapi. Namtaka mjukuu wangu na ndio maana nilikuwa nikikupigia simu, nipe mimi ni uniongelee, mna kidanganya kwamba mimi ametoka, kumbe nimeshaacha na muda. Sitakuelewa mpaka ni mwalimu jiko ndio yangu itapumua, na kama msaada, niambie msaada wa kusaidia kurudiana na Joe. Na kama umeamua kuolewa na huyu, mtafute Joe ni akupe taraka, ndio olewe kihalali, lakini hivi mnazini tu mnazini siwezi kukubali kuendelea kuishi hapa mpaka nimuone mchukuu wangu. Amin, Amin, na njoo. mm -hmm, chukua kila kilicho chako uje tuondoke nyumbani. Mama, naenda kwenye bei kwenye nyumba ya dada. Hapana mwanangu, chukua kilicho chako tuondoke nyumbani, Amin. Ungemsikiliza tu mwana. Unamfundisha nini mdogo wako? hana cha kujifunza kwako kwa tabia hizo ulizo nazo na siyo. Umelisikwa nani? mimi na baba yako atakuwa hivyo, tumevumiliana kwenye shida na raha. Kadete mkobawa Chakula siwezi kula hapa, siwezi kunywa hapa, siwezi kulala hapa na siwezi kufanya chochote mpaka nimwone mjukuu wangu. Mmefanana <mimita> <mimita simita> <Nasi kufanya. mimita> sana Asante. nikueteoragani iku niambie. Sasa mamdogo, <coughs> mimi nimekuja hapa na taarifa kwamba um, uh, um, nimepata mchumba um, natarajia kuoa

Hapana, ngoja nione sijafikia popote, mweyelewa? nasema jipya na kukuambia, naomba utoke kwangu.

Baba, mbona siku hizi umepoa sana? Kwani shida ni nini? bado unaikaa na ngoma kunipa ushirikiano jinsi ya kupata ndugu yako. Sasa kwa nini anafanya hivyo? Ana hasira juu ya kifo cha marehemu dada yake. Kwani baba, kicho kifo umekisababisha? Mwanangu, ni historia ndefu sana lakini baba, kila siku nikikwambia kuhusu ndugu yangu, unaambia utaambia, lakini baada ya hapo unaambia chochote juu yake. Basi nipeleke kwao Mwanaikaya, labda mimi atanielewa na kunielekeza ndugu yangu alivyo. Hawezi kukuelewa, si rahisi kama unavyofikiria wewe. Niachie muda, nijaribu kubembeza taratibu, atakuja kukubali tu, sio na wasiwasi mwanangu. Sawa lakini baba, nahitaji kumfahamu ndugu yangu Yo siku ya kafara, umekiona ichi kioo, hicho kisu ulichokishika, ya, e, ya kukaza kuchoma kwenye kioo. Unayemwona hapa kwenye kioo, ndio unatakiwa kuchoma. Na maana siku zote namtafuta mtoto wangu, kumbe unaye wewe mtoto. Mtoto yupi? Namzungumzia Selina Sonia. Umemtelekeza siku zote hizo, hujui mtoto anakula nini, anaishi vipi wala anavaa nini alafu leo unakuja unasema ni mtoto wako t huyu mtoto wewe kumchukua mpaka utakapokutana na kaka mwezi kuzungumzia hili hapana. Hiyo haiwezekani, namuomba mtoto wangu na hapa haondoki. Choma choma choma.